Mimi yako hapa ni kuna maneno maneno, kiasi fulani ni wosia, ni wazo langu na lenye naona linaeza kufaa, kuhusu sisi hapa tunaishi majenzii majenzi, sisi ni milinia, lakini majenzii, sisi milinia, kwanza tunaomba msamaha majenzi, manake sisi tulidanganywa sana, tulidanganywa na maziwa ya nyayo, tukakunywa maziwa ya nyayo hata tukajisahau kama kuna haki zetu, na tukakulia hivyo, lakini hata hivyo pia vile vile wakati wetu hakukua na hizi mambo na vyombo vya habari, mitandao ilikuwa iko, ilikuwa tunasikiza tu redio, simu ilikuwa, kuna internet, ilikuwa tujui ni nini, lakini siku hizi kuna mambo na mawasiliano ya kwa hali ya juu sana. Sasa nasema hivi suluhisho la jenzi ni kweli, jenzi, ujasiri wenu unaonekana kila mahali, lakini sasa kuna hawa viongozi wako kwa uongozi, ili suluhisho tatizo la jenzi. Ikiwa kila mahali kuna kiongozi yoyote, iwe ni kwa kampuni, ni kwa serikali, ni wapi, mchukue kwa mfano kama ni president awe ni president, lakini running mate wake awe ni Gen Z. Hiyo tatuzo limetuliwa lime, kama ni minister, PS, kuna PS kweli awe ni mzee lakini mdogo wake awe ni Gen Z. Ikiwa ni speaker wa bunge, awe ni speaker wa bunge lakini mdogo wake ni Gen Z. Kila mahali, iwe ni kampuni za private, uwe ni kampuni za, za, za kutoka wapi, uwe ni mashirika ya kutoka ngambo, Gen Z wafikisiwe kila mahali kwa ile nafasi inaofuata. Kila mahali tatizo la jenzi litakuwa limetatuka kabisa. Usio ati kila mara, kila mara unapata ni wazee wawili wako pale mbele kwa kiti. Jenzi wataingilia wapi? Na mnawaambia jenzi ndio wa viongozi wa kesho. Haiwezekani hiyo. Jenzi ni watafutwe nafasi. Ukiona kama ni, ni kwa bunge, unamwona yule yule yule, hata kama ni kaunti, kama ni governor running, ameenda kuwa jenzi na kweli aingie kwa hiyo nafasi ya senata. Na tukiingia kwa bunge la kaunti ka, unapata yule yule speaker wa bunge la kaunti hata kama ni age lakini mdogo wako au ni jenzi jenzi, jenzi wako ukweli, si ati jenzi ati akuna 45 jenzi. Wao wako na 20 25 wao wako pale. Hiyo ndio kuwatayarisha jenzi kwa uongozi na ukuja au ni Gen Z kweli kweli, sio Gen Z wa urongo. Mtu ako na 50 45 anajiita Gen Z? Hapana. Au ni 25 years akwa pale, muindi ufanya kitu mzuri sana, mseme Gen Z ati hawawezi. Gen Z wanaweza, i know they have got power, maana kasi wamesoma, wako na degree, wanaweza ku manage hiyo kitu hata vizuri kuliko wanyao wako sasa hivi. Yenye nawaambia ni nini, muindi ufundishe mtoto wake akiwa mdogo kuhusu kampuni. Na saa nyingine muindi anaenda ngambo na mwacha mtoto pale, na ranio kampuni vizuri sana, na mambo inaku hivyo wakiwa wadogo. Tusipofundisha Gen Z sasa hivi kuhusu Quran, hata mali zetu za kwa nyumba zetu, basi tutakuwa tumepotea sisi waafrika. tutakuwa tumepotea sana na tutakuwa tumewapoteza hii ndio kitu inaweza kufanya jenzi, hata utawaona kwa siri sana. Bora tu wamefikishiwa kwa hizo nafasi na wao wanaona kila kitu. Kila nafasi wamefikishiwa kila mahali lakini sasa hii sababu nyinyi mlitafuta pesa mapema hizo pesa ndio mnazitumia lakini sasa hivyo nawaambia kila mahali kufikishiwe jenzi kila mahali hata nyinyi mkitengeneza political parties, usitengeneze political parties ya wazee watupu, ati kina nani kina nani. Hapana, weka jenzi wakuwe pale kama running mate wenu, na mtaweza kufaulu. Wakuwe pale kama running mate yenu. Ukipata nafasi kama wewe ni MP, hakikisha hata angal jenzi wa wekeni ndani. Kwa hiyo 50 50 iwe jenzi ni 50% na wazee ni 50%. Hili tatizo takuwa limetatulika pakubwa sana nawaambieni ukweli. Tatizo Afrika nzima tatizo la majenzi takuwa limetatulika pakubwa sana lakini, kama tunaona ni wazee wako na 897 ndio wanaongoza tu, si ujenzi wataingilia wapi? hata wachezenji milini hata hawako ujenzi wataingilia wapi? ni jenzi wawekwe 50%, kwa hiyo government na wale wazee wakuwe 50% hiyo itakuwa ni mwelekeo mzuri na kila kitu kitakuwa sawa. Tuangalieni jenzi tuwa fix up, ingekuwa saa hizi jenzi kuna ndio ndio vice president, itakuwa ni vizuri sana, kila kitu kitakuwa vizuri, sio kusema jenzi wana, wana, kila wamesoma wamesoma, wafanye nini? Wamesoma wakuje waongoze na wanaelewa. Kwa hivyo jenzi ni wapewe nafasi, wapewe nafasi nyingi kwa serikali hii, serikali itaokuja ile inaokuja ikonsider. Na isipokonsider na gen z, hali itakuwa hivyo hivyo, hakuna ubadiliko utakuwa unabadilika. Huu ni unabii wangu, unabii wangu sio wa Biblia, ni unabii wa hapa hapa duniani.